Ah, nilikuwa nacheza na simu yangu ilinianguka, lakini haijapasuka sehemu yoyote. Tecno Spark 40 wameweza mpaka wameweza tena kisha, kioo kimetengenezwa na Corning Gorilla Glass, kina nguvu na uimara, hata ukiangusha simu yako haiwezi kupasuka. Na siyo hilo tu hii simu yangu nimeitumia tangu asubuhi na nikawasha data fuh, fuh, fuh, fuh, fuh. Lakini chaji yangu haijaisha na bado naendelea kupeluzi, na kama unavyoona, nilikuwa naongea na mpenzi wangu. Pia hii simu ina Dolby Atmos dual speakers, yani ina speaker na ina mdundo sio wa kawaida. Nasemaje? TECNO Spark 40 wameweza mpaka wameweza tena, simu nyembamba nyepesi, haina mambo mengi, imeendana na vijana na sisi Gen Z, siyo vijana tu, lika lolote lile ile, Gen Z. Naona kama tunaweza zaidi. Tecno Spark 40 ni simu kali ya kijanja, mwonekano wembamba.